Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania inakuletea utabiri ambao ni wa saa ishirini na nne zijazo kuanzia saa tatu usiku wa leo. Pepo inatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa katika maeneo ya ziwa Victoria, Tanganyika, Nyasa na kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa katika maeneo yote ya bahari ya Hindi na hali ya bahari inatarajiwa kuwa na mawimbi makubwa kiasi. Wakati usiku wa leo imetarajiwa kuwa katika maeneo ya ziwa Victoria, Kigoma, Tabora, Katavi, nyanda za juu kusini magharibi, kusini mwa mkoa wa Morogoro na yale maeneo ya Ruvuma, pia katika maeneo ya Lindi na Mtwara kutakuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika sehemu chache. Maeneo ya Singida, Dodoma kutakuwa na hali ya mvua wakati nyanda za juu kusini mashariki na maeneo pwani ya kaskazini, maeneo haya yatakuwa ya ni makavu kwa usiku wa leo. Siku ya kesho ni matarajio yetu kuwa katika maeneo ya Singida, Dodoma, kaskazini mwa mkoa wa Morogoro kutakuwa na hali ya mwenye kiasi mvua katika sehemu chache na vipindi vya jua. Wakati huo huo, mamlaka ya hali ya hewa Tanzania imetoa angalizo la uwepo wa vipindi hupi vya mvua kubwa katika maeneo ya Lindi, maeneo ya Mtwara na maeneo ya Ruvuma. Wakati huo huo, katika maeneo ya Kigoma, Tabora, Katavi, nyanda za juu kusini magharibi, kusini mwa mkoa Morogoro na maeneo ya Ruvuma kutakuwa na hali ya mawingu mvua na ngurumo katika sehemu chache na vipindi vifupi vya jua. Maeneo ya ukanda wa ziwa Victoria, maeneo haya hususani katika maeneo ya Kagera, Geita Mwanza, Simiyu, Shinyanga pamoja na maeneo ya Mara alikadhalika, katika maeneo ya Lindi na Mtwara kutakuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika sehemu chache na vipindi vya jua. Nyanda za juu kaskazini mashariki na ile maeneo ya Tanga, visiwa vya Unguja na Pemba, jiji la Dar es Salaam, mkoa wa Pwani kutakuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika sehemu chache na vipindi vya jua.